Karibu kwenye ujasiriamali, msikilizaji, siku ya leo naenda kuelekeza namna ya kukata sabuni za miche za bluu kama inavyoonekana katika video hii ya siku ya leo. Nakualika sana msikilizaji, kumka kumbuka, hatua ya kwanza lazima uandae silesi zako ziwe katika muonekano huu. Hapa zimekuwa silesi kabla ya kupandishwa kwenye mashine. Kwa hiyo zikishakuwa silesi namna hii, baada ya hapo ndo unapandisha kwenye mashine, unaanza kukata Saizi ya miche ambayo wewe unaitaka. Karibu sana kwenye ujasiriamali, mimi naitwa Mwalimu Almasi na hii hapo naangalia ni Lodness Enterprises. Karibu subscribe pia kama unapenda ujasiriamali wa kujifunza bidhaa mbalimbali za viwandani. Ah, lakini pia sikuishia hapo, nimeweza kukuandalia kitabu cha ujasiriamali, kitabu ambacho kinafahamika kwa jina la ujasiriamali ni ajira. Kitabu hiki msikilizaji nimekuandikia bunifu mbalimbali ambazo mbali mba zitakusaidia wewe. Kuzalisha bidhaa zako mwenyewe na kuweza kupeleka sokoni. Nimekuandikia bidhaa kama vile sabuni za miche kama hizi ambazo nazalisha siku ya leo. Nikakuandikia sabuni za vipande, nikakuandikia sabuni za kuogea, lakini pia nikakuandikia sabuni tiba aina mbalimbali. Pamoja na bidhaa zingine nyingi za ujasiriamali, nimekuandikia kwenye hicho kitabu cha Ujasiriamali ni ajira. Karibu sana. Ikiwa wewe ni mtu unapenda sana ndoto yako hiyo ujasiria mali, basi hapa ni sehemu sahihi ya kuweza kujifunza. Ikiwa utahitaji huduma yetu ya mafunzo au huduma ya kitabu, basi utatutex kupitia WhatsApp namba 0783500971 0783500971 na moja. Karibuni sana kwenye ujasia mali na ujasia mali kwetu sisi ni zaidi ya ajira, kwa sababu unaweza ukajifunza na ukafanya katika hali isiyokuwa ya kawaida, ukafanya katika viwango, ukaongeza ubunifu na ukawa mtu tofauti na wajasia mali wengine kabisa. Kwa karibu sana. Kama utapenda kujifunza, basi namba zetu tumekuwekea hapo. Karibu kwenye ujasia mali. Sasa, video iliyopita nilionyesha ukorogaji wa hizi sabuni za blue Naona miche yetu imefanana kabisa, imenyoka vizuri na inatoka vizuri kama inavyoonekana kwenye video ya siku ya leo. Safi kabisa, ni sabuni nzuri ambazo hata kwa macho yetu zinavutia na kuonyesha tofauti kabisa. Hata ukipeleka sokoni, hautatumia maneno mengi kumweleza yule mteja wako hii sabuni. Msikilizaji, nimeanza hivi kuziandaa, nimechukua mafuta ya mise au mafuta ya mbosa, wengine wanaita hivyo nikachukua yale mafuta nikayayusha, lakini wakati huo nikaandaa caustic soda nikachanganya na maji nikapata caustic solution. Nilielekeza katika video iliyopita, ila hapa nakupitisha kwa sababu na kuonesha bidhaa ambayo inaelekea katika hatua za mwisho. Nikachukua ile caustic solution nikailoweka. Ukihitaji kupata vipimo hasa, ukiingia darasani kwetu au ukijipatia nakala ya kitabu cha ujasiriamali na ajira, basi utapata hivyo uh, vipimo pamoja na vitu vingine vyote ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo baada ya hapo, uh, nilipima ile caustic, niliacha ikapoa, nikapima kwa kutumia hydrometer, nikahakikisha kwamba imefika uh, imefika ile mefika ile bomea ambayo mimi nataka nizalishie, au imefika ile ile nyuzi joto ambayo mimi nataka, kwa kutumia hydrometer unapima ile caustic solution. Yes, baada ya hapo basi nikaanza kurogaji mara moja kwa kumimina ale mafuta kwenye, kwenye tanki la kumiminia afuzeni nikakoroga kwa muda usiopungua dakika tano, nikamimina sodium silicate uh, baada hapo nikamimina pia mm, nilimimina sodium carbonate nikakoroga tena kwa dakika tano, nikamimina perfume kisha nikaweza kukoroga rangi pembeni nika apply. Kwa hiyo kuweza kuangalia video hiyo, pia unaweza kusearch hapo, na unaweza kaipata hiyo video ambayo inaonyesha ukorogaji tukaweza kujifunza pamoja. Msikizaji, uh, nimekupitisha huko ili na wewe uwe na mwanga kama ukaweza kuiona video hiyo, basi uwe na ABC kuhusiana na hizo uh, video. Karibu sana msikizaji, unaweza kuzalisha bidhaa zako vizuri kabisa na zikatoka zimenyooka vizuri. Mtu akafikiria kwamba umetumia labda mashine kubwa. Kumbe ni mashine yako ya kijeshi ya mali, umekuwa mbunifu, umezalisha, uh, umetengeneza mashine yako, ukaamua kuzalisha sabuni zako kama hizi na ukaweza kuingiza sokoni. Karibu sana ikiwa utaamua kujifunza uh, sabuni hizi, basi namba zetu za simu tumekuwekea hapo. Utatutext WhatsApp, then nitakutumia utaratibu mzuri wa kujifunza. Nataka na nikumkumbushe jambo moja msikilizaji, na mtu ambaye anapenda kunifuatilia siku zote, sabuni ni bidhaa ambayo inatumika kila familia yeyote ile. Sabuni haikwepeki. Kama utakwepa kuoga, basi utafulia. Kama utakwepa kufulia basi, sabuni itaosha vyombo. Kama utakwepa vyombo, basi utaogea, na matumizi mengine mengi tu ya sabuni. Kwa hiyo sabuni ni bidhaa ambayo inahitajika sana sokoni, hakuna ukomo wa kusema kwamba bwana, uh, soko la sabuni tayari lina watu ambao wanatengeneza. Hata ukitengeneza leo, kikubwa ni quality ya bidhaa yako. Karibu sana na asante sana kwa kuweza kuacha video hii.